Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Leo naenda kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali tatu tano, sita na saba. Barikiwa. Neno linasema kwamba Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana, ujiepushe na uovu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Neno hili ndilo nimeona nianze nayo mwaka mpya, na pia wewe mpendwa uanze nayo mwaka mpya, kwamba tumtumaini Bwana kwa moyo wetu wote, wala tusizitegemee akili zetu. Mara nyingi sisi wanadamu huzitegemea akili zetu wenyewe kwa matendo yetu. Neno linatuambia tusizitegemee akili zetu wenyewe eh, tumtumainie yeye. Mwaka unapoanza mtumainie Mungu, wacha Mungu atawale njia zako zote, wacha Mungu atawale nyumba yako, wacha Mungu atawale watoto wako, wacha Mungu atawale akili yako. Neno linasema katika njia zako zote, mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako, mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Mpendwa, mwaka unapoenda, kwanza umekiri nani? Umemweka nani mbele ya maisha yako? Umemtanguliza nani katika njia zako? Mpendwa, ama umeongozwa na nani katika njia zako? Ama ni akili zako? Neno linasema usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana, ujiepushe na uovu. Kristo anataka utakatifu, ujiepushe na uovu. Baba anataka utakatifu. Heri yule atakaye atakayeanza hmm? mwaka wake kwa kumheshimu Mungu kwa kumweka Mungu mbele katika njia zake zote. Yeyote atakayemweka Mungu na kumtegemea awe ngao yake au mtetezi wake, heri yule atakayeweka tumaini lake. Mwaka ukianza, anaweka Mungu mbele yule ambaye atamtangulisha Mungu kwa mambo yake yote, kwa kazi yake, kwa nyumba yake. Tukae jinsi Mungu anavyopenda. Neno linatuambia tujiepushe na uovu hmm. Tujiepushe na uovu, usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu mpendo, mwaka unapoanza mche Bwana na ujiepushe na uovu hmm? Neno linasema katika njia zako zote mkiri yeye, utakapo mkiri atayanyosha mapito yako yu, atayanyosha mapito yako, utakapo mkiri yeye atayanyosha mapito yako. Amka uangaze, maana nuru yako imekujia. Mkiri hmm? Kristo mkiri yeye ndani ya maisha yako. Mtumainie hmm? Bwana kwa moyo wako wote, mtumainie katika nyumba yako, mtumainie katika watoto wako. Wengi wetu tumejipanga na Januari, tunasema itaenda aje? No, mtangulize Mungu katika mambo yako, mpendwa. Barikiwa sana, huu ujumbe unene katika maisha yako, mwaka mpya, uenende jinsi Mungu mwenyewe anavyopenda. Ubarikiwe sana na kutakia mwaka mpya wenye mafanikio mema. Barikiwa sana sana.